Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Glory. karibuni sana katika channel yangu ya hapa nilipo. And we are on um, day 9. Um, I say najitahidi sana. Day 9 so mchezo. So I'm so thankful kwamba naendelea vizuri na um, mpaka tarehe 25. I can do this okay. Jamani, nashukuru sana kwa ku like kwa ku share na ku subscribe, naomba msi acha kuni support okay, na naona naona support jamani, nashukuru sana anyway. So leo video ya leo ilikuwa let's go so video ya leo ilikuwa ni um uh, kwenda ku, uh, community um, community meeting Kulikuwa kuna community meeting, alafu ngoja nikaiseme nye light, nilikuwa kwenye community meeting okay, alafu um ikaa council. The meeting ikaa council, ni kukutana na watu na ku exchange mawili matatu, ma ma in different professionals, alafu um, kujua mambo ambayo yanafanyika hapa Clarks. Clarksville, like you know, it's more of community wanajua jinsi labda jinsi ya kutekea homeless, jinsi ya kutekea mazingira ya hapa, jinsi ya nani, kuhusu maji like, vitu vinavyosaidia community chakula, you know, uh, mambo ya health na mambo ya vitu namna hiyo, ndio watu na discuss. Nilikuwa nataka kweli nijue, um, wana, like, how do they manage, unajua you know, kuweka in a small city Yeah, like, Clarksville is a very small city, lakini iko very organized, unajua wanajitaidi. So um, ukiangalia na nchi yetu unajua, so like, how do they, wanawezaje ku, ku, kuzifanya zipendeze ziwe safi unajua, like, mambo ya ende vitu vya namna hiyo so nikatukli, kwa, ni nataka nijue, lakini nimeshindwa kwenda mpaka wame cancel so next time nitaenda next time nitaenda na nataka kweli niwalete ili mjue wao wanafanyaje hata mimi kweli nataka nijue wao wanafanyaje eh? alafu ndio hapo tunapata ideas na sisi tunafanya unajua So okay k, so, uh, kwa sababu imeshindikana plan A imeshindikana, nimewaleta kwenye plan B ambayo ni it's a river, ni sehemu ambayo watu wanatembea na familia zao kama mnavyoona hapa nyuma, ila ni baridi, kuna baridi sana. Yani sio baridi tu, it's freezing so ye, yeah, nimewaleta ni sehemu ambayo mnaonaje? um, kuna ni sehemu ambayo familia zinakuja zinatembea by the river. River ni hapa, nadhani pao ni, ni, so nadhani nimeshwai kuwaleta kwenye previous video zangu nadhani mtaona hii river. hii river river river ina join up to Mississippi river. Kama umeshawahi kusikia Mississippi kama yeah, inaenda kuunganikana nayo so yeah. Now, this is the place inaenda kule unaona kulivyo na sehemu nyingine hii hapa. Okay, so yeah it's a beautiful nani, hapo tunakuja, mnapiga picha, mnaweza mkaeka nani ya picnic, mkakaa mkala. Unajua eh? yeah mkakaa mkala chakula mkaenjoy. so y yeah, kua tutembena sisi jamani. nime nime, nime nime mind kweli kwa nini si hiyo um, meeting haikufanyika, nilikuwa tu nataka nijue like um, how do they do it like kom, nani kuna unajua, mkishakutana nani kama community ya yes, sehemu ndio mnaweza kujua matatizo ya watu na mna, mnaweza kutatua mat, matatizo ya, um, ya, ya, um, ya watu wanaokaa kwenye hiyo jamii like a community in that community, unasikia ndo hapo, unachukua matatizo ya watu, wanaenda kuyarekebisha naenda kuyatolea ku, ufafanuzi. Unajua like, so, vitu namna hiyo, niende kwenye hiyo meeting. I think next time wamesema tarehe kumi na tatu, tarehe kumi na mbili to ntaweza kwenda ya kwa sababu unatamani kweli na sisi community zetu za, za Afrika lakini, na sehemu ya watoto kucheza, viwanja vya watoto kucheza, unaona haya. Um, kwa mfano watu ta kufunga shule unajua like, wanatoka wanaenda kucheza mpira sehemu, wanatoka wanaenda kucheza soka like wanaenda kuswim au sehemu unaenda, unajua ni sehemu ya recreation ambayo familia hapo ndo zinaenda kupung, kupunguza mawazo unajua, so na, kwenye kila community lazima kuwe kuna hiyo si, nani sio mtu unakaa Sinza unaendesha mpaka ufike Koko Beach kwenda kupunguza mawazo eh? Unatakiwa yani, ukiwa hapo Sinza eh? kuwe kuna sehemu hapo tu jirani, uwanja mkubwa eh? na una different types of, of recreation activities ambazo wewe na familia yako kenda pale mna enjoy mtoto mm, atacheza hapo mpira, mama na baba mtakaa pale unajua, like sehemu ambayo inasaidia jamii yani kuwa pamoja na kuenjoy mkiwa hapo hapo kwenye maeneo yenu karibu na nyumbani, vitu kama hivyo na yeah. Afu mnajua kuhusu um, labda homeless eh, wale waomba omba tunawasaidiaje? Wale waomba omba barabarani, sehemu ya, like, ya wao kulala usiku, ukifika wasi wanalala barabarani, unajua sehemu ambao wanalala, ikifika asubuhi wanaondoka eh. ila sehemu ya kulala tunahakikisha kwamba our homeless wote wale waomba omba wote ambao wanakaa barabarani bure usiku, lazima wapate sehemu ya kulala. Unaona, kama mnakumbuka kwenye ile video yangu iliyopita, niliwapeleka nilienda ku um, ku volunteer. Napenda sana ku volunteer kwa sababu, um, kama mtu unashindwa uh, kusaidia watu financially, unasikia unaweza kujitolea kwenda, unafanya masaa yako mawili matatu ya ku volunteer, alafu ndio, yeah, inakuwa sadaka yako hiyo. Sio lazima utoe hela na, hata kama huna hela, unajua hiyo ni nani means of helping community, unaona, so yeah. Um, last time nilisaidia um, shelta ya wanaume na next time nasikia nienda nikasaidia shelta ya wanawake, alafu nitaenda tena ya watoto, thats my plan. So yeah, unajua, kwa hiyo ukiwa na community ukijua kuhusu community yako vitu vinahitajika ya community yako um, serikali inaisaidiaje hiyo community unadhani, ela zinazokusanywa kwenye hiyo community inaisaidiaje community, unajua so vitu vinamna hiyo um, yeah. kwa hiyo vitu kama hivi eh? community na ni yendo ya serikali ya, ya ndo inaweka sasa, ili watoto enjoy, familia enjoy, unaona hapa, hapa unaona, hapa baba mama na watoto wa mawaweta hapa, ili wa enjoy, unaona eh? Mm. so yeah I feel like wa Afrika, we really need to copy vitu kama hivi, kuwa kuna sehemu nje, yani ya yo community yoyetu, kwa kuna sehemu ya, ya recreation kila community, kila community, kila oi ndogo ndogondogo Eh? lazima kuwe kuna kiwanja cha michezo, viwanja vya michezo vya watoto eh? Wale homeless wanaokaa barabarani wote usiku, lazima tuhakikishe wale wanaenda kulala sehemu eh? Kuna sehemu ya chakula na lazima walale, yaani lazima watafutiwe sehemu, wasio nalala tu chini ya nani, chini ya ya nini ile barabara, unajua asiwa analala chini barabara, au chini sijui ya nini like, waeke sehemu wanaambiwa okay, usiku tutawapa sehemu ya kulala, lakini asubuhi lazima uondoke, unajua ile sehemu inafungwa au inatu, inatumika kwa vitu vingine. Ndo kitu ambacho nimejifunza huko, unaona? so, yeah, vitu kama hivyo jamani, nazani mna enjoy hmm? Jamani, na sisi tutafika huko eh? Hapo pointi mbili ambazo nimeongelea ni kwamba kila community eh hapo Tanzania kila community iwe ina sehemu ya watoto kucheza hapo eh, ndo vipaji vinatokea. Unaona, sehemu kama hii ukija asubuhi, uh, during the day watoto wanakuwaga wanacheza hapo, wanaletwa na wazazi wao, unaona usiku, hata usiku, yaani wewe hapa masaa ishirini na nne unaweza ukaja hapa bila kulipa kitu chochote, unakaa. Kuna mabenchi ya kukaa, unakaa wena un familia yako, mnaweza mkala mkaenjoy, unaone so it's really nice. kwa hiyo ni sehemu ya recreation kwa familia kwenye kila community, na waombaomba wa, wote wa barabarani wao wana sehemu ya kukaa ya kulala usiku kila usiku, wao wana sehemu ya kulala, alafu asubuhi waondoke waende kutafuta kazi na vitu vya namna hiyo, yani hiyo sehemu inafungwa, biashara nyingine inaendelea. Kwa hiyo ni hayo tu kwa leo jamani, I hope mna enjoy, i hope mnaona hii sehemu ilivyo. I hope na sisi Tanzania au tutakuja kuwa na sehemu kama hii eh? Yani kwenye kila community kuna sehemu ya recreation nzuri sana kama hii kwa sababu kwa sababu Afrika tuna land space kubwa sana, unaona. So, so tofauti na huku mm. Yani, sio, yani ni ndogo, compa, ni, compared, ambavyo, nivyo, hii land ni ndogo sana yani ni ndogo compared ambavyo nivyo vision Afrika sisi tunavyokuwa tuna space kubwa mm? tuna like manani makubwa kwa hiyo, yani litakuwa kubwa, limewekwa hapo 24 hours, mnaweza ukaingia na kutoka bure. Wewe na familia yako mnaenda kuenjoy kutembea na vitu vya namna hiyo. I know one day, siku moja tutafika tu, tutafika tu. Jamani, ni haya tu kwa leo. I hope mm, mta pigia, mniambieni kwenye comment mnaonaje, eh, mnaonaje haya ni leo ya um kuhusu community mm-hmm. and how to help your community, sio lazima financially ye, yeah. ndo hivyo tu kwa leo, don't forget to like share and subscribe.